Kunasemekana kutakuwa na maandamano tarehe ishirini na tano June 2025. Nimekuja kutoa ujumbe hapa ya kwamba lazima kila mzazi aombe, lazima wamama muombe na kulia, lazima wazee muombe na kulia, maana haitakuwa siku ya kawaida. Lakini tukiomba, ile mipango itakuwa imepangwa haitafaulu maana mipango imepangwa na Shetani, na kwamba hiyo siku vijana watokee 25 June, wakitokea wauawe, kuwe na rabsha, watu wa kufe, vijana a generation ipotelee, na tusipoomba, uenda ile ilifanyika wakati wa Gen Z 2024, ikue hiyo hata hakuna kitu. So nasema hivi ili watu wajue ya kwamba hii maandamano eh, iko June 2025 sio tu jambo la kutochukulia maanani, ni jambo linafaa tuliangalie sana. Tujiulize kwa nini vijana wamepanga hiyo 2025 June this 25 na tujue ni aje wanaesafanya na askari vile vile wanaesafanya, ili ikuwe ni jambo ambayo itakuwa ya amani. Pasipokuwa hivyo, uh, tunawezaona umwagikaji wa damu, na ili ku avoid that, tunahitaji watu waombe kwa kufunga, kwa kulilia Mungu ya kwamba hiyo siku haitakuwa siku ya vijana kupoteza maisha. Tusikubali tuone vile ilifanyika, e, wakati wa Gen Z, wakati wa Against Finance Bill. watu waope.